Jogi hii leo kwa kweli niseme inatupa sifa ya ushindi wa Dkt. Hussein Ali Mwinyi mm, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi nami, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya nami. na tumemwona leo mheshimiwa raisi, kwa kweli ni yeye mwenyewe aliosema kwamba anataka kuonana na wanamichezo. Hii ni kuonesha wazi kwamba mheshimiwa raisi ana mapenzi makubwa sana na wanamichezo, na ndio maana leo wanamichezo wakajumuika kwa wingi wakafurahi naye. Waswahili wanasema aja ya muda hunena, lakini muungwana ni vitendo. Na Mheshimiwa Rais mambo yote ambayo alikuwa anayazungumza, lakini moja kwa moja aliyeonyesha kwa vitendo, na hicho ndicho ambacho Wazanzibari wanakitaka. Kwa hiyo, kwa hiyo ile kuonesha kwa vitendo ni moja kati ya hamasa ambayo tunaipeleka kwenye siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kwa ajili ya upigaji kura, kwa sababu yeye mwenyewe ameonyesha kwa vitendo, kafanya mambo makubwa sana, na zaidi niseme kwamba katupendelea wana michezo. Hivyo, na kuombeni vijana sote, kwa sababu tunachokitaka Wazanzibari ni maendeleo na maendeleo tayari Mheshimiwa Rais katuletea. Kwa hiyo hatuna yani, hatuna cha kumlipa isipokuwa twende naye mkono kwa mkono, bega kwa bega, tuhakikishe kwamba tunamwingiza tena Mheshimiwa Rais madarakani ili aweze kutuletea makubwa zaidi, manake niseme kama pale palipobakia lakini